Tusi tusiwahukumu wachezaji wetu katika ligi kuu kupitia michuano ya kimataifa, ya kule ni kule, tutakwenda kudili nayo papendikula muda ukifika. Lakini huku kwenye ligi kuu ya NBC tunapaswa kuwatia moyo wachezaji wetu, tunapaswa kuwatia nguvu wachezaji wetu, tunapaswa kusimama nao, tusiruhusu unyonge ukawaingia wachezaji wetu, wala unyonge ukatutawala sisi mashabiki. Tunapaswa kuwa na ari ile ile, kuwa na ari kubwa kweli kweli, kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mbeya City. Tunatakiwa kushinda mchezo huo na mchezo unaowafuatia ili tuendelee kumaintain ubora wetu hasa katika ligi ya ndani. Simanzi itakuwa kubwa zaidi kwa wanasimba kama tutaruhusu na kwenye ligi ya ndani kuyumba kama ambavyo tumeyumba kwenye michuano ya kimataifa.